Nimekutambulisha vile nimekufahamu mm. Labda ungependa wewe ujitambulishe kwa wadau. Mm, wa kutambue vipi? Uh, ni kweli mimi binafsi natambulika kwa jina hilo hilo na Mr. Kam, na ni jina ambalo limekuwa likitumika sana sana kwenye mambo mengi sana, na hata kwenye mitandao yangu ya kijamii natumika hilo, na jina hilo lina historia ndefu, wengi unakuta wananiita Mr. Comeback, wengine Mr. Kam TZ zote ni sawa lakini, Mr. Come Back mara nyingi naitumia kwenye shughuli zangu za udirector, kwa maana ku direct nyimbo, kwaya, nyimbo mbalimbali. Uh, nimekuwa nikifanya hivyo makala na vitu vingi, utakuta sana hilo jina Mr. Come Back, Mr. Come Back. So, so mimi ni director, lakini pia ni ni producer, ni editor, kwa hiyo kuna vitu vingi vingi sana lakini, mbali na official activity yangu hizo lakini pia mimi mwali ni mwalimu wa kiroho ni mwalimu wa kiroho na kimsingi, yako mengi sana kitu ambacho watu walikuwa hawajui kwa muda mrefu sana, na sikutaka kuiweka karia yangu hiyo mapema sana, lakini ni jambo ambalo uh, nililianza mapema sana almost kama miaka sita saba iliyoisha. Kwa hiyo sikuiweka open kwa sababu kuna vitu nilikuwa bado nasoma Eh, kabla sasa hatuja kwenda uh, kuzungumzia mada kabisa mm, uh, umuhimu wa nyota kwa binadamu mm, bila shaka jina la Come mm, lina maana nyuma yake yeah. Limetokana na nini? Ni kweli uh, jina la Mr. Come ni jina ambalo lina historia ndefu toka mwaka 2012. 2012 mb ndo jina la Mr. Come lilitokea. Hii jina limetokea katika sababu kubwa mbili, lakini muhimu zaidi ni kuna msemo mmoja unasema Uh, uwezi kuangalia ulipoangukia, unaangalia ulikojikwaa mi, mi, ina maana nini? ina maana gani? ina maana ya kwamba Mr. Come kabla ya kufanya jambo lolote ni lazima nirejee jambo nyuma, alafu ndo niende mbele. Kwa jambo lolote linapotokea, siwezi kukurupuka kuangalia mbele, naangalia kwanza nyuma, chanzo chake kilikuwa ni nini mpaka tukio limetokea. Kwa uzoefu wangu, umenipa jina hilo, kwa kutumia misemo kama hiyo, kutumia manti kama hizo na maana kama hizo, kwa maana ya kwamba uh, siku zote sisi tu, ni wenye kujifunza. Kwa hiyo jambo lolote unaloona leo limetokea, hata kama umekosa hela sasa hivi, haujakosa hela sasa hivi, ulikosa toka jana e, kwa hiyo chanzo chake kilianzia back e, so uh, kuna mambo mengi sana ya kujadili kuhusiana na hilo lakini mimi nilikuwa ni mtu ambaye na tabia fulani ya ku miaka ya nyuma kidogo, kama mtu anapata challenge na nini, nilikuwa ni mtu ambaye naweza kuminspire mapema sana, kwa kutokana na ile hali ya kuambiambia watu acha uh, uh, hili fanya hivi. Kuna siku moja niliwahi kumwambia rafiki yangu mmoja alikuwa uh, nilimkuta ana changamoto fulani, nikamwambia uh, Come Back bro. Yani kama wautani tu, Come Back, mwaka elfu mbili na kumi na mbili. Asa sikujua nikawa nimeondoka sasa, sikujua si alikuwa nakabiliwa na nini. Nilimwambia tu Come Back bro, na changamoto zipo na umefika muda sahihi wa waku, kufanya maamuzi sasa. Kumbe wakati namwambia ndo ilikuwa eh, majibu yani ndo ilikuwa <laughs> nampa majibu lakini katika hali ya kuto kujua nikawa nimeondoka. Baadaye yule mtu alikuja kunifata akasema, nashukuru sana ndugu yangu ulinisaidia sana sana, wewe unastahili kuitwa Mr. Comeback. Hongera sana. Eh, kwa hiyo tokea hapo jina hilo likawa hivyo, kwa hiyo ina historia fulani hivi, kwa hiyo kwa ufupi ni hivyo. Hongera sana ni hmm. mtazamo wako, lakini pia naamini kwa ambaye anatutizama hivi sasa utamfaa pia yeah. Asante sana Sawa, sasa. mm -hmm. Mada yetu leo ambayo tutakwenda kuzungumzia kama ambavyo nimeshakwisha kumjuza mtazamaji inahusiana mm -hmm. na masuala mazima ya nyota za binadamu, umuhimu wa nyota kwa binadamu. Sasa kwa kwanza mm -hmm. uh, ingependeza zaidi tufahamu nyota ni nini, ama tuelewe nini pale tunaposikia nyota mm -hmm. Mm -hmm. nyota kwanza nianze kufafanua. Unajua, watu wengi wamekuwa wanajisikia sana hili neno kwa muda mrefu sana. Watu wengi wamekuwa wakifanya utafiti, wakifanya uchambuzi wa kujua eh, nini maana ya nyota, lakini nyota zimegawanyika katika makundi mawili makubwa, lazima uzitambue katika eh, utafutaji wa elimu ya nyota, na hapa nabidi watazamaji na wasikilizaji wawe makini sana. Mm -hmm. Sasa kuna nyota zile ambazo tunazijua zinazowaka angani usiku, unaziona zile nyota, si unaelewa, eh, eh. So kwa watu ambao wanasoma astronomi watakuwa wanaelewa kuhusiana na nyota. Hata kama usio msomaji wa astronomi, lakini ukikaa nje tu usiku utaona kuna nyota zinang'aa angani so zinakupa picha kwamba zile ndio nyota. Kwa hiyo kuna nyota za namna hiyo, lakini kuna nyota kama mfumo wa maisha ya mwanadamu, mfumo wa maisha ya mwanadamu ya kiroho, mfumo wa maisha ya mwanadamu ya kiroho. Sasa huu mfumo huu ambao tunaosema nyota ndio watu wanauchanganya, lakini pia uh, kwa ufupi tu ni elimu ya uhusiano kati ya maisha ya mwanadamu kwa undani zaidi kuhusu maisha yake ya kiroho yeye kwa undani zaidi kuhusiana na e, uwepo wa, wa maisha yake hapa duniani ya kiroho, kabla na baada wakati amekuja duniani na wakati anaondoka, ule mfumo unaomuongoza yeye kwa mfumo wa kiroho, kitu gani afanye, mambo gani afanye, mfumo hule wa kiroho ndio tunausema sasa ni nyota. Na huu mfumo umeambatana na vitu vingi sana na wachambuzi wa mambo wamejaribu kuficha katika namna nyingi sana. Wataalamu, eh, na wa, wameuficha katika namna nyingi, wameuficha kwenye vitabu vya dini, wameuficha kwenye vitabu vya ya mitaala ya elimu, na pasipo kujua kumbe vyote hivyo vimefichwa humo. Ni vitu fulani fulani vimefichwa katika kodi fulani mm, na labda pengine ni kwa nini mm. Imekuwa ni vitu ambavyo vimekaa kwenye mafumbo sana ulimwengu unazungumza na watu mm, kwa lugha ya ishara na alama. Kwa hiyo hata uh, vitu pia hivyo hivyo vinaenda kwa staili hiyo hiyo. Uh, nitakutolea mifano uh, mfano wake ni kwamba kama wewe mfano wewe binafsi hapo ulipo tunakuita ni Witi Lala, lakini Witi Lala ukitoa Witi Lala au ukitoa Witi unabaki kuwa nani? tukitoa hilo jina, tukatoa huo binadamu, tukatoa yani majina ambayo sisi tumekupa nickname ya kukuita, kama kutambua kama ishara ama alama. Tukitoa hayo tunakubakiza nini? Yani tunakufahamu vipi? Wewe kwao tunatambua nini? Tunatambua kwamba ulimwengu unazungumza na watu kwa ishara ama alama. Kwa lugha ya mafumbo, kwa hata vitabu hivi ambayo tulivyo navyo tunaishi navyo hatuvijui vizuri kwa hiyo inabidi tuwe makini sana conscious uelewa, uh, wetu sisi, ufahamu, inabidi uwe makini sana kuelewa baadhi ya, ya, uh, mini mafumbo yaliyopo katika katika katika uh, elimu mbalimbali au katika imani mbalimbali. So nikienda sasa kwenye maada moja kwa moja ambayo inasema umuhimu wa umuhimu wa nyota katika maisha ya mwanadamu, kwanza tuelewe ukitaka kupata elimu ya nyota kama mfumo wa maisha ya mwanadamu hapa duniani utaupata katika elimu mojawapo, miongoni mwa elimu ambazo zimekuwa zinazungumzwa sana ni elimu ya unajimu. Unajimu, na hapa nitafafanua vizuri sana Wity, kabla tujaenda kwenye umuhimu, ni vyema kuelewa unajimu vizuri. Wapo wanajimu ambao wamesomea huo unajimu na wapo pia watu ambao wana asili ya hiyo unajimu lakini hawajijui kama wana asili ya hiyo huo unajimu. Sasa unajimu ni nini? Unajimu ni elimu ni elimu ya nyota, sio kama yanaelewana vizuri, ni elimu ya nyota inakusanya mfumo mzima wa elimu ya nyota za kiroho ambao huu umefungamana na vitu vingi sana hapa, na hapa ndipo watu wanajikuta wanaenda kwa waganga, wanakwenda kwa mashehe, wanakwenda kwa maustazi, wanakwenda kwa wachungaji, maskofu, wanakwenda kwa watu wa uhubiri mbalimbali, manabii, wanakwenda kwa sehemu nyingi nyingi sana, wanahangaika sana kuhusiana na inshu ya nyota. Lakini endapo kama elimu hii ingekuwa inafundishwa darasani, kungekuwa na mitaala yake, basi ingekuwa ni njia rahisi ya watu kufahamu mambo ya msingi. Na, na, na, na kabla hujaenda mbali hmm. zaidi hmm. turudi hapo kwenye nyota, nyota hmm. kama nyota hmm. nyota zinafanana kwa kila mmoja ama kuna nyota zaidi ya moja? Nitakwenda kufafanua hilo hmm. Sasa hizi nyota, nyota kwanza kifupi zaidi ziko nyingi, mifumo iko mingi ya nyota, lakini nataka kuambatanisha na nini? Nataka kuambatanisha na uh, tunasema ni nini nataka kuambatanisha na vitu vingine ambavyo vinaambatana na huo mfumo. Aha. Sasa kimsingi tu nyota, nyota kama nyota ni ishara ya mafumbo ya kiroho ambayo yapo kwenye kwenye nini, kwenye, kwenye, kwenye, tuwasema ni, ni sayansi ya siri ambayo imefichwa ime, imefichwa katika, imefichwa katika alama fulani za, za, za, za, za namba zimefichwa kwenye alama fulani za namba. Namba hizo ni nini? Wote tunafahamu kwamba kuna miezi kumi na mbili, si ndio? Miezi kumi na mbili. Eh. Aha. Hii miezi kumi na mbili hii ambayo unaona mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, watatu, wa nne, mpaka mwezi wa kumi na mbili haikujileta tu yenyewe kwa bahati mbaya, wala hawakukaa watu hapo sebuleni wakasema tu miezi kumi na mbili.